inaweza kikafanyika, sauti zenu zikapazwa, watu wakazisikia, watu wakaziamini, watu wakawa tayari kulinda tunu ya amani na mshikamano wa taifa hili. Akasema sala moja ya maagizo ambayo nadhani wa Kristo wamepewa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 chache sana tu wenye nia zao mbaya ambao kwa namna yoyote Mbae. ile wanatumia, tumia mitandao hii katika kuogopesha wananchi kwa sababu ya kutimiza zile nia zao mbaya. watu wengine ile kwamba Mwalimu Nyerere aliwahi kusema katika mambo yote tunaweza kujaribu, tujaribu, lakini tusijaribu nini? Tusijaribu uongozi Je, tukajaribu uongozi ku kwa miaka mitano? Kwa maana mengine, tusiache kuwa makini katika kuchagua viongozi, katika kumchagua rais, katika kumchagua bunge, katika kumchagua diwani. Maanake ukishamchagua ndio, maanake miaka mitano ameenda, unakupenda ameenda usikopenda, huyo ndio wako wa miaka mingapi? Miaka mitano. Sasa tunataka miaka mitano, na tunajua tumeona nchi ambazo zimejaribu miaka hiyo mitano, na tumeona si, namna ya kutisha lakini na nanyie mkisema mna nguvu kubwa ya kuwaaminisha wale watu ambao mnahubiri kuhusu ile linalotaka kufanya tu, nchi mkoa uko salama, na nataka niwaambie mnayoyasikia yasikia ni kwenye mitandao, lakini hakuna mtu wa kushikika, hakuna mtu wa kumkamata ukasema huyu hapa, siviu, huyu ndio analeta vurugu. Hatujamkamata labda kushinia ufungu, lakini sisi tuko salama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 Watu wajitokeze wakaende kutafuta ni wakaende wakaende wakaende kupiga kura.